Mwana, l um, yeah, ujitambue eh? Mimi katika nilisoma chati zenu, nilimwambia wewe, sasa huyu mwanaume kwanza, huwezi kumshika kwa maneno haya, unamwandikia hashi hashi sana, unamwandikia maneno vibaya, si nilikuambia hivyo nikamwambia ka kama ni... unataka huyu mwanaume inabidi ubadilishe lugha yako, inabidi ubadilishe ulimi wako. Hivi unavyo chati, sio na mwanaume uliyezaa naye tena, unatarajia kumzalia mtoto wa pili, lakini jinsi unavyoongea naye, unaongea kama unaongea na takataka, unaongea kama unaongea. Niliongea naye juzi alivyokuja ja, nikamwambia, mm, wewe unavyoongea, yani unaongea yani na mtu ambaye unasema ni mwanaume na, yani kushanga, ni mwanaume unataka ukaene. Sikushangaa anavyosema si umemtenga chumba umenini, yani hata hapa jinsi anavyoongea from the beginning tu kwanzia anavyo alivyokuwa anaongea yani, unaweza tu ukaona zile unazosema kiburi, ujeuri, yani unaona kabisa kitu kinacho kuweka mbali. Hata kama ungefikiria uh, kwa kwa lifestyle ambayo ameikuta pale kwamba atabaki pale nyumbani, lakini still hicho kitu anatakiwa kukielewa kwamba hawezi akawa exclusive kwa mtu ambaye umemkuta ameshazaa na wanawake nane, alafu we unataka ndio. Angalau amekuweka nyumbani kwake, hicho kitu ulitakiwa ushukuru angalau wewe ndio huko wapi nyumbani, yaani huko kwingine labda ataenda atalala. So, maana wanawake wa kitanzania wengi pia wamelelewa hivyo, kwamba hivo kwa wana... kitu kimoja, kitu kimoja, unajua ndo kosa wanawake wanafanya mengi. fuzi moja ni hiyo heshima. Wewe kama kweli unamtaka, ulitaka umwini huyu Manake ulitakiwa ufikirie vitu gani huyu anavyovipenda, asivyovipenda. Hey, na usivifanye anavyovipenda, ndio uvifanye. Yaani, kwamba ujue katika hawa watoto waliopita na mama zao hakuwahi kuoa wala hakuwahi kukaa na mwanamke. Kwanza ulitakiwa ujue kwa nini? Manake lazima wewe uwe mwanamke wa tofauti sana, wakuweza kumbadilisha yeye mipango yake au ya mawazo yake na tangu mwanzo alishaonyesha kwamba hakuwa tayari kwenye hiyo situation hiyo, yeye alitaka ile mimba itoke. Hey, yatu kwa maana yake, maanake utakiwa ukae kwake, kwani kwa ku understandi, kwa kwa kwa ku nawezaje kumuini kwa matendo mema, mpaka aweze kukuamini kukukubali, ana watoto huyu sio Usumutum mtoto mdogo usimtumia na akili zake, sijui umenielewa? Hujakuta tu mtu mjinga mjinga, sijui umenielewa? Sasa matokeo yake, wewe unatumia zile akili, ni ngumu, siwezi kusema za za wanawake, wanawake wengine wana akili, autumie akili za kuwaza kwamba huyu na mwini vipi na watoto wake na na watoto, aniamini mimi kama niwe malkia wake sasa maneno unayoongea, lugha unazoongea, purukushani unazozifanya, hata jiulize kitu kimoja. Wewe hata kama unataka umwishe leo, mtu una mimba, utamwambiaje naenda Zanzibar kupumzika? Yani kwapo kwa, nikupe mfano mdogo apo. Tulimwambia kwa nini tusiende nikapumzike na watoto au tuende, si so? unataka kupumzika, we unapotoka mwenyewe kwenda kupumzika, unatengeneza mazingira gani ya huyu kukuamini? Maanake kumbuka, wendo unataka umwini yee, unatengeneza mazingira gani unaenda wewe mwenyewe lese sawa, ulikuwa mwenyewe, huyu atajuaje ulikuwa mwenyewe? Ana ushahidi gani ulikuwa mwenyewe? Alilala alikuwa kwenye chumba chako hicho? Kwa maana baada ya sasa ya kutengeneza, yani ndio unazidi kudumua, lugha unazoongea. Ukimwona mtu ana wivu, maana yake huyo mtu hata msende amupendi, maana yake ana interest na wewe. Wewe unachotakiwa kufanya ni kumuonyesha kwamba unachokifanya ni salama kwake. Umeenda benki, piga video kwa benki, au mwambie namuomba dereva anipeleke benki Manake, kwa yana yana tena umenda benki, mara umeenda tena. Kugombana kupo kupishana kupo, kwenye mahusiano hata kwenye kazi za kawaida, ila unachotakiwa kumwonyesha mwenzako mnapogombana au mnapopishana, unayoyafanya bado ni salama kwake, anachokisema Mmegombana, nimetoka. Ah, sijatoka kwenda kufanya kichoo cha ajabu, niko semi. Umechukua watoto huko na dereva wake huko na nini, sio mnagombana, afa unaondoka wiki nzima, unafikiri binadamu anakaida atawazania amna? Mwanaume atakayewaza kitu chema, nakuhakikishia sio yeye, hata mimi Ugombane, mm-hmm, na mimi afu uondoke eh, tu wiki nzima mimi kichani kwangu nitawaza safari yako ya Zanzibar. Ungeenda na mtoto mkubwa, nenda na watoto wako wenyewe. Unaona, yeye hawezi kwenda basi, unamwambia naomba twende na watoto, make sure eh, unachukua watoto ambao ni wakubwa eh. Kwa hiyo hakutakuwa na kitu ambacho labda you know. Alafu licha hiyo yeye yeah, yeah, kula kati yuko kule, aliniambia niko na dada huko Zanzibar, unanielewa. Niko na dada. Dada gani? Yaani dada yake wa Goba. Yeah. Niko na dada huko Zanzibar. Ndio ujue yani kula alikuwa na mambo yake. Niyo, Sama, da, kumbe, da, kumbe, da, kumbe, da, kumbe hayupo na mpaka anarudi karudi mwenyewe. Alafu, sasa tangu nachaka kusema ni kwamba hizi message sijui wave kama ni mahusiano, ndomaana naambia hivi kwenye mahusiano lazima umwonyeshe mwenzako wa ushahidi. Kwenye biashara yote lazima tuonyeshane ushahidi, ndomaana kwenye kulipa unaonyesha risiti Si ndio? Kwenye mahusiano tuna video, tuna picha, uko wapi? Niko na mtu wangu fulani, sijui mnaelewa. Chini ya hapo hakuna kitu chochote utakachokipata wewe. Wewe ndio umeng'ang'ania haya mahusiano, umetaka kuzaa mm. Basi wewe inabidi uendelee kuonyesha kwamba mimi ni mtu sahihi wake, kwa matendo yako, kwa maneno yako, sio tena wewe kuanza kumfanya kama vile yeye ndio anakutaka wewe. Wewe hapa ndio unamtaka huyu mm. Wewe ndio unayemtaka huyu. Kwa hiyo lazima uhakikishe wakati wote una- unafanya zile interest zake. Kwa sababu umechagua wewe. Alafu kibaya ambacho nataka understand mm. nafikiri ndio wanawake wengi wa Tanzania wanakikosea na mm. wewe unakiongea sana ni hivi. Wewe unapokuwa unamtegemea mwanaume kiuchumi, Inabidi uwe very careful mdogo wangu. Unatakiwa wewe, yani kivipi? Ungekuwa wewe unafanya kazi na pesa yako? Sawa. Mtagombana akikufukuza, una sehemu yako, unaenda wewe. Sasa hivi wewe, sasa hivi ni unamtegemea huyu, hasa hizo vitu utazianza za nini tena? Alafu maanake ufikirie watoto wako. Na ndiyo maana na maana naongea sasa tena, jana nilikuwa namwambia nani, namwambia, namwambia mke wangu, wanawake wengi wanatuletea shida kwenye jamii kwa sababu wanaingia kwenye mahusiano, wanawatumia watoto kuingia kwenye mahusiano matokeo yake watoto ndo wanakuja kuwa shida kwenye taifa. Kumbe interest za watoto hawana, interest zao ni mahusiano. Sasa leo hii action zako wewe, ungekuwa unafikiria watoto wako, hata tusingefika hapa, kwa sababu ungekuwa nazo you know hati, nataka nikae kwa baba hey, ili watoto wangu walelewe vizuri ngoja ni, nikae ni nitulie ni uh-huh, lakini action zako sasa, unawaingiza watu wako kwenye shida, kwa sababu leo hii ukiondoka na watoto wako huduma bora utaipata wapi wakiwa na wewe au wakiwa na huyu sasa kwani uskae tu vizuri? Kwani unataka hizo vita za kimahusiano? Mwanaume kama anakupenda, atakupenda tu, uhitaji wewe kumlazimisha akupende. Na huyu ndio amesha, yani yeye ndio ameanza kutaka haya mahusiano, yeye ndio anayataka. Kwa hiyo kama anayataka, inabidi akubali kwenda na huyu baba anavyotaka. Anasema sio, anamletea wanawake kwa sababu wewe sio chaguo lake wewe kama mlikaa katika mazingira ambayo akapita na wewe kistarehe, haimaanishi kwamba ndio wajifunge kwako, na umemkuta na historia ambayo yeye ana historia ya wanawake wengine ameshazaa nao na watoto na hayuko nao, iweje wewe sasa? Laki unataka lakini chance bado unayo, kwa sababu huyo hajaoa na bado alikuwa hajakufukuza kwake Unasema chance anayo, anatakiwa aishi kulingana ah, na uu baba alivyomkuta. Mimi nikisema yaani anatakiwa na aishi kama alivyomkuta. Kamkuta e, ni mtu wa wanawake, ni mtu anazaa na huyu anazaa na huyu na anazaa na huyu. Uo mama kuingia kwenye hiyo foleni za then, umekuta mtu anaweza kukutunza na watoto, kaa kwa kutulia. Chakula kipo, utakula, si ndio? huyu hey, ndio lifestyle yake. Sasa hivi kumleta hapa ni azifu, kama mimi nilete huu ugomvi utakiwa niulete kwa mme wangu huyu, kwa sababu mimi kitu cha kwanza ni mahusiano, that is number one, it's not money, it's nothing. Ni mahusiano yetu, nisione meseji za wanawake wengine, nisione mwanamke mwingine, mimi na yeye. Huo ndio msingi wa mahusiano yetu, ambayo huyu sio msingi wake huu um msingi wake, kaenda pale kakuta huyo baba ana maisha, ana watoto wengi, kashaza na wanawake tofauti. Ameamua na yeye kuwa mmoja wapo akae kwa kutulia, asianze tena o anani, ananifanyia drama mara messages zinaingia mara nini. Hawa na watoto tisa angekuwa nao eh, ni mtu ambaye ndio lifestyle yake. Kwa hiyo hayo unayoyataka huwezi kuyapata kwa huyu baba. Unataka mtu ambaye ni mtu point wako inabidi uende ukatafute mtu mwingine sio huyu. Wewe nafikiri ni ni hivi, maana kwa tunajaribu kuambiaga kabla hajaingia kwenye mahusiano, tunavyowasaidia, huwezi ukaanza mahusiano na na chura ukategemea baada ya mwaka wa chura geuke, simenielewa? Mm -hmm. Lazima umuone wakati wa mahusiano yule ni chura. Kwa unapoingia na mahusiano, unajua ni chura au ni nyoka au ni simba au ni paka, ni nani au ni binadamu aina gani, si unanisikia Rehema? Mm -hmm. Sasa wewe, vita yako kubwa uliokuwa nao saa hivi Unajaribu sana kumbadilisha huyu. Mm, huwezi kabisa. Umeona? Kumbadilisha kwako kunatakiwa kuwe kwa kuna wema we wako na matendo na yeye akubali kubadilika mwenyewe. Sio umeelewa? Na yeye akubali kubadilika. <coughs> Kingine, like like, <coughs> like like like, like yeye yeah, anasema mimi utoka wewe toka ujage kwangu. Mimi umewahi kuona nimemleta mwanamke ukamwona kwenye jicho lako? Ay, message anasema so, message mili, sasa hiyo si siku, mimi ndio maana mimi nikaelewa sitaki tena kufumbani ni rudi nimelewa. Nimeacha mlango wazi chumbani mm. kachukua simu yangu kaenda kukaa kule kachukua vitu vyote kakaa kuangalia. Nikarudi mm. asubuhi. <laughs> Naamka watu wangu wananiambia: ah, mbona simu yako hivi na hivi. <laughs> na kifikia jana nimekuja nimelewa nimezima. <laughs> Sasa vipi, kuangalia mlango wazi, akili ikanipa moja kwa moja huyu, mm. alikuja usiku kanisha nipekuwa huko mm. kachukua simu ndo karudisha sawa, mm. na simu yangu ilikuwa online mpaka muda wa alfajiri. Wala, wana wana sasa yeye ye, mitoka siku hiyo nikaga nikifika tu nafunga na mlango na mm. nikagundua huyu anaweza akachukua kingine, unaona hii tabia aliyochukua hela mimi langu mm. mm. Mbila, bila bila taarifa sasa mtu hivi unajuaje? No mimi na nifokoa na na, na na bora umenikumbusha point moja, nataka nifokoa hela mimi ndio kumbuka kumbuka kitu kimoja, Rehema, unaona huwezi nakwambia huwezi kwamba ukamwini mtu mpaka akuamini, na imani na imani ni matendo yaani huyu sasa hivi awezi akaacha kuamini watoto wake au watu wake alokaa nao kibiashara akupe wewe tu imani yake? Hicho kitu akitokee. Sasa vitendo vyako hivyo mm. ndo vinamfanya mtu anashindwa kukimbiana hiyo. Ndio maana narudi tena kwako, hii ni katika vita yake ya kutaka kukushika. Yani hii zote ni hiyo vita mm. kwa manake yeye na katika hiyo vita yake hiyo, ndo hiyo mona mambo, chukua simu, mawivu manini, sijui chukua begi, maasira hiyo man... yote ni vita yake ya kwamba apate anachokitaka, lakini huwezi kupata aa, kwa sababu huwezi kujua huyu anataka nini. Utoka mm. mm. achukua ile simu sasa, alivoendaga mm. nayo kule, nikashtu. Kuanzia sasa hapo akaanza kunitajia majina ya watu mule, mara mm. anaweka hadi mastatasi yake ya ajabu mm -hmm. anakuwekea, eh, weandika mm. e, mi siwezaki kureply kitu, kuangalia mm. naangalia tu hivyo mi humu, eh, kulingana na maisha yangu umu watu wengi unapa kutu namba watu wengi wamepita, wengi wanatuma message wanavyoweza mm. kama mjibu mtu kabisa so, yani na... kiufupi hakutakiwa kugusa simu yako, eh, e, sasa umu kwa kifupi yeah, hot, kwa sababu ya lifestyle hot. yako kila kona e, yeah. e, yeah, lifestyle yako, yako sio ya mkuu sasa simu kama hiyo ukishika, si unachanganyikiwa kabisa. Ndio hicho kilichoenda kumvuruga <mbu. mbu. laughs> <laughs> na ametafuta mwenyewe. yeah. mm. uh -huh. Sasa mimi nafikiri tu- tufike point nafikiri kitu cha msingi cha kwanza kilikuwa kubakwa, tumesema hajabakwa. Mm. ile iko very clear huduma. Uh, huduma watoto, huduma watoto bado anaitoa. Mi nafikiri kitu ambacho mnatakiwa nyinyi ili kukidefine, ili kwa sababu hii ni stress kwako na kwako wewe pia. Mm. Leo unajua tumezungumzia tume, tu muda wa leo. Mm. unasema muda wa ofisini, lakini trust me issues za wanawake na watoto zinaweza zikakuondoa kabisa kwenye reli. Naelewa. Sijui umeelewa hapo. Usipoisote eh. Naambia kitu. Mimi mm. naelewa sana kwa sababu mimi na watoto na sijawahi kupitia hii mimi nishapeleka ustawi wa jamii kwa sababu unajua watoto. Mimi mm. mm. mwenyewe nishawapeleka watu ustawi wa jamii kuchukua mtoto. Mm. Mm. Watoto sio nakaa nao hivi. Mm. So wengine nishapelekana huko mpaka mm. nakabidhiwa. Mm. Mm. Eh, kwa sababu unakuta ile, kwa hiyo naelewa issue za watoto huwa zinapoteza mm. muda. Ndio mm. maana mm. hata ulivyoniita mimi nilitoka mm. kule moja kwa moja mm. Mm. nikasema ngoja nije. Sasa maana eh, sasa maana yake nasema hivi, nyinyi na bibi sasa hivi mfanye maamuzi hmm. Yaani, nyinyi mfanye maamuzi ambayo, kwa sababu kitu kingine inabidi mnataka mkifikie ni mtoto wa miezi sita tumboni, kumbukeni bado anakuwa. Kwa hiyo stress hizo zozote mnazopitia sasa hivi mnaziamishia kwa yule mtoto huko, ambayo pia sio mimi hapa hmm. sana nilikuwa nataka yeye nimsikilize kwa sababu hmm kwa maisha mfano, na kauli zake hizi zinakuwa mbaya. Mfano juzi anasema, mi naweza nikamaliza wote mm. <coughs> umeniharibia maisha minaeza ka, nikaua wote, ni mtu naishi kwa mashaka au mm. mm. naona kauli zake mimi, anam, anamziaki mama angu alishafariki hivyo mm. so katuma limeseji kama lile kweli, mm -mm. anamziaki mama angu hata ndugu mm. yangu, nani atakuja kukimwonyesha haka, akaelewa, ana hekima inayoleta chuki <coughs> <coughs> He, alafu yeye ye, kifupi mimi kwa sababu nimesha kuwa naye kimahusiano, mm -hmm. Amesha nidharau na kuniona ni mtu wa hali ya kawaida yani, kama madogo fulani tu kwao, yani mimi kuna hilo pia, roho yangu inaniuma ujue, mm -hmm. fulani, ye, ni mimi nikiwaga mm -hmm. na mtu yoyote, anakuwa anajua yuko na mtu fulani mm. -hmm. eh, alafu ana kwa respect wako, uh, ye, unakuta, alafu kwa mtu wako eh, ndio anakudharau. Unaenda una sehemu nyingi aliko, unakuta heshima ni hali ya juu, lakini sasa unakutana tu na mtu ana, ambao uko naye karibu nyumbani ndo anaheshima mbaya kuliko mm, ya yani akuheshimu kwa lolote wala kwa sababu, yeye unaweza ukamwache hata fungua chumbani akakaa hata wiki, hajawahi kufanya usafi wala wiki moja ndani kume sasa ukisema umwambie mfanyakazi aende akafanye nguo usafi, anaona tia ndio utatembea onai, labda mm, mm. Au kuna kitu unaweza kumwita mfanyakazi, anaweza kanifanyie kitu fulani, baadaye lazima kwa kweli ulimuita yule fulani mm. Eh, yes. Yote kwa yote yeye mwenyewe anaishi na mabifu yamejaa mm, mule ndani. Sasa mimi nilikuwa naona kitu kimoja, kwa sababu yeye sijui anafikiriaje. Je, ili swala kwanza tufikie hapo mwisho, mimi nataka niulize swali moja kwanza, kabla yaje afikirie mimi ni, nataka niwaulize nyinyi yenyewe hapa na na tumesema na, na nimesema hii kokote hii hatuta iposti aendi kokote neu, unampenda kama vile unataka huyu leo akisema jibu anavyotaka unampenda rukaka? unampenda kivipi? Tuambie, unampenda kivipi? Nampenda. Nampenda ba mm. yeah, we, we ungetaka nini kwake sasa hivi? Nikuuliza vitu gani? nataka kwake ungesema ni nini? vitu una vitu Ma mahusiano e, na wewe una kama wewe kama binadamu ungetaka nini kwake? kwa <laughs> unaelewa mke wake yeye kwake, maana yake ni nini? Mke wake umeelewa? Ni milo swali langu, maana we unaweza, kwa wanasema ndaka we mke wake, lakini huyu mke kwake <laughs> maana ya mke kwake ni tofauti na yakwak wewe mimi akati hata umepata mimba kipindi wewe unaniambia bwana, nitazaa tu mtoto nitamwacha hapa nyumbani mm. nilikwambia, -hmm. mimi naishi mwenyewe, sitaki mke, kwa sababu watoto wangu mimi nataka niwalee tu hivyo mm -hmm. sitaki mtu kuja, mboyita, wa kwanza kuja kuanza kupanga mipango ambayo itawavuruga watoto. Kama nitapata mwanamke ana hekima na busara akakaa na musala, kakana, watoto na muona mimi ndo naweza nikaishi naye mm -hmm. nilisha kuelekeza na ukasema mimi, poa, haina shida, na unaendelea kukaa na watoto kama ulivyokuwa unakaa nao mwanzo, sawa hivyo lakini, wewe unapoanza kuniambia mimi unanipenda saa hizi, kitapeli. Hajawahi kuniambia i love you wala, angalia hata message zake, hata kuniambia nakupenda, hata mimi hajawahi kunitumia message hata nzuri, hata simu hajawahi hata kufanya mm. Kichoko, niliziona message zake hizo, zingine message zake, kafuta katika maisha yake yote, mimi ambao nimekutana naye mm -hmm. Mpaka kuna kipindi nilikuwa na mchana namwambia kabisa mm. -hmm. Kingine anaanza kukaa na mimi sijawahi kufanya naye mapenzi, unakaa hata miezi miwili na hana hata wamshamsha. Unajua kuna dem unatoka kati kwamba leo na si ndio, umeona sasa? Yani, kama ni mwanamke asiye na hekima, nimekwambia mwenye hekima anajitambua. Mm. Hata kutumia hata message huko kazini, unajua eh, mnakaa miezi mitatu, mimi hata hamjawahi kukutana. Haya wewe, unakuta eti ndo mtu anakwambia nakupenda. Umemsikia anavyosema, kwa hiyo unamjibu nini? Hivi kweli wewe ndo unawini? Mimi nafikiri, ninajua wewe utakuwa labda kidogo unaelewa kwamba wanawake katika kuwini nyumba wanahangaika vipi, miezi mitatu minne, akiona kitu kizuri Instagram naomba tufanye delivery na mtumia pesa na mwachia jana, niliona kitu fulani hivyo kama jana, ngoja yeah. Nikuonyeshe. Kaona kwanza yeye vitu haendagi kununua kali yako hata siku moja, yani yeye yeah. Anaagiza, namwambia mimi mavitu haya kuagiza, unanunua ni bei juu <laughs> mtandaoni na kufuata hivi live tofauti. Unaona, leo usiku kanitumia haya magauni yani yawa ndio hivi magauni ya watoto ya, ya mtoto wake katuma leo Lewa, ya na na ugomvi wote bado mahitaji yanaendelea, ya kuna nini kila ya kitu hiyo ndio ishu yake kubwa. Sasa message zake amna baby na ha, kupenda mme wangu kipenzi amna. Nini sasa hata yeah. hiyo yeah. ya chumbani <laughs> pia ya. Chumba alikuwa wamsafishi chumba <tutu> na nilimsifia mkoba wake huo huo nikamwambia una mkoba mzuri. Ni nikamwambia una vitu vizuri vya levo za juu. Kumbe anakupenda kwa kumwezesha kwa kuulia, unasikia? Sasa amee, hatuzioni huna message za ushahidi zaidi ya kutumatuma vitu vya kununua. Zipo ngoja nimwambie na nikwambie kitu. Mimi hapa muulize mimi, namleteaga vitu mpaka leo, nguo na kufanyia shopping na kununulia Mwisho malini. Ni mwisho nimekuletea magauni ili paka mengine na kukata. Nimekuletea magauni. Magauni yale. Za... Hivi sio. Ngoja ngoja, niulize swali moja. Wewe Rema, Rema. Sema wewe mwenyewe. Rema. Una unakaa kwake.